Wamama waliong'ang'ania wanaume waliowakataa alafu wakawaoa, leo wanavyong'atwa, wanavyo wana na mbu kwenye kisafini, leo wanavyokoswakoswa na krokodai. Nawaambiaga binti zangu, wakati mwingine ukiachwa uki na mtu aliye kupromisi kukuoa leta na sadaka kanisani. Kuna kitu Mungu amekuokoa, kuna kitu Mungu amekunusuru nacho uchelewe kuolewa uje upate mtu sahihi, kuliko ukawahi kuolewa na boko haramu, ukawahi kuolewa na alishababu, ukawahi kuolewa na kisafina kilicho katikati ya krokodile. Tunakuwa <coughs> na wafungwa wengi, mamia, maelfu. Sasa hivi tuna wafungwa mpaka leo, wafungwa thelathini na tatu elufu na mia tatu nimeenda Isanga pale pamoja na kusamehe wafungwa mia mbili sitini na tano wasinyongwe. Leo nimekuta kuna wafungwa wengine sabini na ngapi, sabini na nane wanasubiri kunyongwa <laughs> kwa hiyo watu wanapenda kunyongwa. Deserve! No! Deserve. Hey, kama unajiona wewe una wivu wa kufa mtu, achana na mabinti warembo Watakuwa watakuwa kwa presha. Tafuta tu mwanamke mwenye sifa kuu tatu: moja, mcha Mungu, anampenda Mungu kweli kweli, bila kujali sura yake ya tafadhali nipigie kuna watu nasema, mchungaji niombe na mikosi. Mikosi gani? Yani nikipata mchumba hatukai, nikipata mchumba ameniacha, nikipata tunakaa miezi miwili mitatu ameniacha. Mchungaji niombe, nafikiri kuna laana, kuna laana ya mabibi, kuna laana ya mizimu. Laana gani? Laana ya mabibi? Mbona bibi yako aliole na akazaba mama yako nani? Laana ya bibi yako kutoka wapi? Laana ya mababu, wakati babu yako alikuwa na wanawake watano na na, na wote alio ali, nani? Laana gani? <laughs> Wako mja mzito hata, wana saikolojia wanasema, mama akiwa mja mzito, hata akili yake haikai sawa. Kuna wakati anaweza anaweza akakasirika kasirika ka, ka, kasirika, akawa na misirani kisirani akajisikia kuchoka. Kuna wakati mwingine anaweza kachukia mtu bila sababu. Kuna, kuna maroho ambayo pia inahitaji maombezi wa mama, lakini sasa hajaombewa, wako wako sasa anayo, ayo maroho, mimba zina, zina, zina shida kuna wakati mimba inakimbilia kwenye mguu tena. <coughs> <coughs> Yani umekulia kwenye familia ambayo walikuwa wanatukana na matusi, matusi nimesema juzi, yani matusi ndio ndio ndio ndio ndio slogan ndio vitu vya mle ndani yani, uwezi kumwambia mtoto leta chumvi na tusi juu bebe na nini. Alafu umekulia kwenye mazingira kama hayo, alafu na wewe unaanza kuwa na maisha ya kujitegemea, tukutarajia uwe mtoto wa aina gani? Wengine wanalelewa kwenye familia ile single single parent ya labda mama ndo alimlea mtoto wake, na mama mwenyewe alikuwa mwingi wa habari, anabadilisha wanaume. Warefu wanaingia leo, kesho anakuja mfupi, kesho kutwa anakuja toro, kesho kuja anakuja Mnyakyusa, kesho Mmasai na singe yake anaingia umo, kesho kutwa Mnyiramba. Yani katoto kanashuhudia mama anavyobadilisha wanaume hivi, unategemea yako katika toto kama nikabinti, unakatarajia kawe katoto kaaina gani? Anashauliambiwa wewe toa mali yako kabla hajakukuta mauti. Tena hata kuja na boksi zake mbili hapo za biskuti, amuhangaishe imamu. Tunasema maimamu mkimwona mtu anastahiki kutoa mabilioni au mapesa, aleta boksi la biskuti, mraje shenalo boksi lake. Amewapanga vijana hawaelewi. Yaani kila mmoja anachakarika. Huyo anafanyaje? Anaweza kawaomba pesa za kusukia kumi, wote wakatoa, akasuka za mtu mmoja. Au wengine wanaambulia picha, hey baby. Kwa hiyo jamaa unafikiri ni pesa zako kumbe, yuko mwingine mwenzako. Unajua vijana, hamujielewi wengi. Mnaishi kwenye mitara isiyojulikana, kwenye mitara isiyo rasimi, yaani katoto kadogo kanawaendesha wote mpaka mnaitikabe. Huyu anageusha kushoto, huyu kulia, huyu kushoto, huyu kulia, hamwelewa maana, tuko tupiti utafikiri kapeto eh. Haka tuli kila kijana kana mchuna, utafikiri kadi ya umoja yani kila mahali yeye ni kuchuna, kushoto ni kuchuna, kulia kila ATM aliyoipata yeye ni kukomba hali ziki <laughs> amewapanga vijana, amewapanga vijana bila kufahamiana na suruali zao. Jamaa nafikiri anamwambia baby, ni wewe we. Ni wewe, mpe mtihani, mwambie kama ni mimi, simu yangu imezima chaji, naomba ya kwako hii <laughs> <Kisa. laughs> Familia nyingi zimesambaratika, ila hawataki kujionyesha, wamewekeana kamgomo baridi. Ukiangalia mule ndani, maelewano hayapo kumbe ziko changamoto ambazo tunapaswa kuzijadili, tunapaswa kuzisema, tunapaswa kuziweka wazi ili kila mmoja azijue na azitafutie ufumbuzi wake, vinginevyo tutakuwa na familia za ajabu. Amen, Bwana Yesu asifiwe. Usimangalie jirani yako, huyo yuko simati, amekaa comfortable hapa, lakini kama ungepima maisha yake ya familia yake, kama ungefuatilia maisha yake. Kuna watu wengine hata uzee tusingewapa vitu vingine. Mungu anavipitisha kwako kwa muda. Hebu fikiria, ni marafiki wangapi walipita mikononi mwako? Leo yamebakia majina tu kwamba tulisoma naye alikuwa rafiki yangu sana, tulikuwa tunatoroka wote shuleni tunaenda siyo wapi, lakini leo ujui hata yeye ameenda wapi. Wakati mwingine kuna vitu vinakuja mikononi mwako, lakini ni vya kupita, ni vya kwenda. Hata kama ulivipenda kiasi gani, muda wake ukifika wa kuondoka mikononi mwako, kubali kwamba sasa hiki nimekipoteza, niendelee kutafuta vingine. mwanamke siku zote hana sura, sura yake inatengenezwa. Mwanamke hana umbo, umbo lake linatengenezwa. <laughs> Safi, wewe, mlishe vizuri, piga pamba vizuri, mpe mafuta mazuri, mweke biri ya supu, mweke biri ya kila kitu, mtunze sawa sawa, alafu uone kama mke wako atapendeza. Hao malaya wanapendeza kwa sababu ya gharama zako, huo mshahara wako wote ndio unawapeleka saruni. Sasa kwa nini usipeleke mkeo, unapeleka malaya? Kuna wanaume wanateseka, lakini kwa jinsi tulivyo, huwezi kushitaki kokote. Unanzaje mwanaume kwenda polisi? Unaanzaje kwenda kuandika statement polisi kwamba mimi eh, nimenyanyaswa na nani My wife, eh eh, amefanyaje? Amenipiga? mke wako, eh? Mnasikia vijana ni ambao huyu uh, huyu uh, my wife to be hatukatai, unamsomesha chuo wife to be eh, unamlipia fees eh Yeah. Hapo baadaye anafika chuoni, anakutana so <laughs> na wasomi wenzake kule wanajadili masomo na mengine na mengine, wanajadili eh, homework na nini home home homework. <laughs> Kwa ndio maana wakati mwingine watu wanakulaumu tabia ulizo nazo, lakini wengi, tabia zimetokana na familia ulikolelewa eh. Wengine tabia ya ukatili ulionao sio ya kwako ilipandwa na wazazi. Umekulia kwenye familia ambayo ngumi kilikuwa chakula cha jioni. Yaani matusi ilikuwa ndio ndio misamiati ya pale nyumbani. Yaani pale nyumbani ukiwa mtoto ulikuwa unafanya maamuzi ya kuamua ngumi za wazazi ambazo hazina refali, hazina filimbi. Wanapigana ngumi hapo, wewe unaingia katikati, baba acha. Na wewe wanakupa miteke, unaenda kuangukia kule. Mama acha. Alafu umekulia kwenye familia ya ngumi, ngumi, ngumi. Alafu na wewe unakuja kuolewa tukutarajie uwe mtoto wa aina gani? Hasa sisi wanaume ndio tuna matatizo, wa mama wenzetu ukisha akishazaa mtoto wa kwanza wa pili ashakuwa skrapa. Mnaielewa skrapa? Yaani yale yari magari yaliyo nimeyakuta hapo wameyakusanya kusanya, yanakusubiri kusagwa vyuma kweche kweche, akishazaa katoto ka kwanza ka pili, kakanyonya, saa sita zote zikaisha, yani akawa kama chapati. Yani alikuwa na mwili umeshaisha, kakongoroka. Akienda kule kama narudi huku, soko limeshaisha, anatulia na mume wake, hana kwa kwenda. Lakini shida iko na wanaume <coughs> na kuna wamama, mchezo ukifika kasarani <coughs> Makelele ni mengi make, na, na sio kwamba napenda, anajikuta tu kachanganyikiwa, amejazwa ananena kwa lugha bila Roho Mtakatifu. Hasa watoto wanajiuliza, mbona leo siku ya maombi? Sio siku ya maombi, mbona mama huko namsikia. Na wengine wanatamka maneno ambayo hata sio mazuri, ni uwe, ni uwe, hasa nasema baba naua mama huko mama jioni yuko, nipeleke nipeleke, nipe nipe. Sasa wanapeana kitu gani? Watoto wanasikia mpaka ule mlio pa pa pa. huyo mama amekupikia chakula wewe, hata kusema asante. Wakati mwingine wanaume, Mungu atusamehe, tangu anze kupikiwa na mke wake Hajawahi k Kasi kusema asante kwa chakula. Akienda hotelini, ndio anawashukuru wale wahudumu, asante kwa chakula, anawapa na tipu. Umewahi kutoa tipu kwa mke wako baada ya kula na kushiba, ukafyatua uka, uka, uka, uka po, uka pochi yako ukafungua zipu ukasema, yaani ulivyoipika nyama leo pa, noti ya kwanza, yaani leo noti ya pili yani, but... <laughs> <Desire. laughs> Wenzetu wazungu akimtafuta mwenzake akamkosa, anamtumia meseji, nilikutafuta, ukipata muda nitafute. Sisi hiyo kitu hatuna, hatuna kabisa. Yani ukipiga hajapokea, tena nitaka kusema sana sana ni na chai ya mchana kusema hha. Wewe mwenzako simu mara mbili mara tatu hajapokea, hujui hata yuko wapi, hujui hata nafanya nini, hujui simu ameiacha wapi. Unaanza kutuma mameseji, najua e, upokei kwa kuwa uko na maraya wako huko, si na nini, kwanzi ya leo unikome, uniache mimi na wewe basi. Wasiwasi <laughs> wasi ya pili ya kila mwanamke, wanawake karibia wote duniani wanaamini wanaume tutatangulia kufa. Waulize wamama walioko hapa, unafikiri wewe na mume wako nani atatangulia? Yani, wao wanahisi sisi wanaume ni wakufa kufa. <laughs> na hata mazungumzo kule nyumbani, wasikilize wanavyoongea, utasikia, "Sasa baba nani, mm, hii nyumba hatujaweka title deed vizuri, hii mnahitaje huku. Yes, kwamba hatujaweka vizuri. Sasa kwa mfano tunaongea tu, kwa mfano, sisemi itatokea, lakini nasema kwa mfano, ikatokea kwa mfano, ukafa <todic> Wakati mwingine hata kama una mahitaji yako na shida, jikaze usijionyesha kwamba ni binti aliyeishiwa kabisa, ambaye hana kitu chochote. Wakati mwingine mkitoka auti na huyo bwana mchumba wako, jikaze, wakati mwingine mwambie, hii chakula nalipa mimi. Sio kina kila wazo ambalo Mungu anakuambia anataka uwashirikishe watu. Ndio maana kuna mabinti wengi hapa. Na wachumba wenu mevurugika. Aliyevuruga sio shetani, kiherehere chako, kiherehere chako cha kufurahi. Watasema mimi siolewi. E, una, una, e, e, unajua e, bwana mwema e, yule kijana fulani yule e, ametuma proposal, anataka nini huyu? <laughs> <laughs> nayemwambia ye mwenyewe bado hajapata. <laughs> Huyu naye mshirikisha anaomba usiku na mchana pewe mchumba, alafu wewe unamletea. Wakati mnajua wanawake mna matatizo makubwa matatu, bwana. Watu wengine kanisani hawaji kusali, wengine wanafuata madembo humo kanisani, wala hawana hata aibu humo kanisani. Wanatuongoza humo, ibada inaendelea, wanatumiana jumbe. Unasemaje ukitoka hapa Uh, uh, uh. Mke wako kabisa, mke wako wa ndoa kabisa, uliyesema na kupenda mpaka kufa, amekosea kidogo, unapiga mpaka unakaribia kuua mke, kisa amevuja chupa ya chai. Mm. God, yani kwake chupa ya chai ya thamani kuliko mke Kisa sijui kaendesha gari kagonga, yani gari la thamani kuliko mke. Kisa kuna vitu fulani ambavyo havikwenda sawa, mtu anapiga mpaka anataka kuua kwa ajili ya vitu. Mtu anam, anamzira mtoto wake kabisa, anamwambia kuanzia leo wewe sio mwanangu kabisa, kisa kachukua gari bila ruhusa. Kwa hiyo bora baki na gari nyumbani, mtoto aondoke, yani.